imejengwa kwa nguvu za watu. Nakumbuka tulikuja hapa kula mbuzi. Kuchimba msingi. Msingi tulichimba wenyewe na mabalozi walitoka mpaka Tanga. Eh, UWT walikuwa wengi, wazazi walikuwepo tukachimba msingi. Kama uongo uongo vile tukiwa na waandishi habari. Lakini baadaye tukaanza na wadau mbalimbali hapo ukiona hiki kifusi tulikuwa na shida sana, maana msingi hapa, kifusi wa kifusi. Hapa maruko alikuwa anaingia, anapotea. Hiki kifusi, wameleta watu wa TARURA wameleta malori makubwa manne ndio ya kupiga hiki kifusi, ndio imefika hapa, ndio hapa kifusi hii na vyumba vitatu vya kulala na vyumba vitatu, na hiki ndio chumba kikubwa master ile hapa hawa ucho hiki eh, ila i aki ambapo hawa wanashia choo ikond mwenyekiti. Hii ndo nyumba ya katibu wa CCM wa wilaya Songea Mjini, hii ndo nyumba ya ofisi. Ina kila sababu ya kuipongeza kamati ya siasa, mara yani kwa ya kwanza mawazo tuliyaleta na mkayabariki, na sisi tukayasimamia kama watendaji. Napongeza wenzangu mwenezi amekuwa kipaumbele sana kwenye nyumba. Akitoka nyumbani anaunganisha hapa. Hapa chini kumeingia nondo huu msingi. Mmoja nondo tumenunua lakini pia wadau watusaidia kwa taarifa yetu kule tutainisha kila mmoja ataona. Lakini kipekee ni nyumba bora na nyumba imara. Hapa chini kwenye msingi tumezika tofali elfu mbili na mia tatu. Sawa na moja. Sawa na nyumba, na hey, nyumba nzima. Eh. Hey. Akujenga, kujenga ni tofali 600. Na tayari kama pale ulivyoona kuna simenti mifuko 20 ya kujengea. Tunakusudia kupata tofali zingine 2000 zifikishe mwisho. Gharama halisi ya nyumba tutaelekeza kule, tutawaambia zaidi ya milioni 85, nyumba hii imekamilika. Mpaka sasa tumefika hapa, tuna imani kabisa tutasonga mbele pekee kabisa. Niwashukuru wadau mbalimbali walio kwa ni michango zaidi ya watu. Ofisini tumepata kaera kadogo tu lakini michango ya watu na hasa kwenye material. Watu wameleta tofali, watu wameleta mchanga, watu wameleta simenti, wameleta nondo kukoto kwa okoto hizo kama mnavyojua walileta na mwenyekiti alikuwa anajua kila kitu. Yote hayo ni watu wamejitoa. Lakini walijitoa baada ya kuona jitihada tulizo zifanya. Na hizi jitihada tulianza sisi wenyewe kwa kutoa mfukoni na kutoa nguvu zetu ndo kuona watu wakaguswa kuchangia. Na uzuri hili ni eneo la chama, linaanzia pale kwenye kona mpaka kule. Tukaona tuweke mwisho hapa, limeishia hapa, tuweke mwisho nyumba na kule mwisho nyumba, ili tuendelee kulitunza eneo letu la katikati <tukatikati> nyumba ya vijana ile pale <tukatikati> <tukatikati> Okay. Mimi wakati tunaanza ku, kuchukua ile eneo, ninao fahari leo kabla sijafa kwamba eneo sasa linaanza kuendelezwa. Amina. Amina. Haikuwa rahisi yeah. Kiasi hiki tunacho tunachofikiri. Lakini kinachofurahisha zaidi ni kwa sisi tulianza na wenzangu, nazungumza kwa niaba wenzangu, waliokusha wengine wametangulia mbele za haki. Namna gani sisi tulio hai na watakao kuja waweze kuboresha yale wenzao walioanzisha ya ya. Kwa hiyo mimi naona fahari na kumpongeza katibu na kamati ya siasa nzima kwa kuendeleza, maanake yale yalikuwa ni mawazo tu ku, ya kuchukua, lakini mawazo haya ya kukiendeleza ni ya kizazi hiki cha sasa na hicho kitachoendelea baada yetu sasa sisi ndio mnajua tena ni magharibi, lakini pamoja na kwamba ni magharibi, tuwaachie usia watakao kuja, wasio wa roho wa kupora na kunyakua mali za chama eh. huu mradi hapa tulikusudia kujenga hoteli ya nyota ngapi, tatu, sijui tano eh? haya mawazo yabaki kwenye mafaili, muda ukifika tafuteni wadau mboreshe kwa vile tulivyokuwa kiwango kile tulichokuwa tumefikiria. Kwa hivyo ndugu zangu, sina cha kuwalipa hao wanaotafsiri zaidi ya kuomba kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu maisha marefu. Na hata katibu leo ukihamishwa, ndio kazi zenu zilivyo hmm. Lakini utakuwa umeacha chachu na kufika kwako kwa, hata ile nyumba unaoishi hmm, walijenga wenzetu, lakini umeiboresha umeipa hadhi umekuwa ni katibu wa mfano tofauti na makatibu wengine tuliowahi kuishi nao. Kwa hiyo Waswahili wana maneno mengi, wanasema mnyonge mnyongeni, sijui ya haki yake. Ukisha mnyonge haki atapata. Wewe haki yako ni kupewa heshima yako, uandikiwe hati ya kusimamia jambo hili, kokote utakakokwenda Mwenyezi Mungu akutangulie. Asanteni. Wote walio Toa vitu vyao hapa barua za shukrani walipata, akitoa leo kesho anayo barua ya shukrani. Basi nipende kumshukuru katibu wetu kwa kazi nzuri anayoifanya, kwanza kuwajali wale wadau ambao wali wamejitoa kwenye chama chetu kuchangia hii nyumba ya katibu. Nikupongeze sana katibu na kamati yako ya sekretarieti ikiwa chini ya uongozi wa kamati ya siasa kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Mungu aendelee kuwapa nguvu tuweze kum, kumaliza nyumba yetu ya katibu e, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa jitihada kwa jitihada zako kwanza, katibu wetu Mgego, mawazo uliyokuwa umeyawaza na kuyafanyia kazi mpaka leo tumefikia hapa ni kwa jitihada zako, lakini pamoja na hivi, bila kusahau kamati ya siasa pia tukiwa na mwenyekiti wetu Mwinyi Msolomi mawazo yamekuwa mazuri mpaka leo tunaliona jengo hili ambalo tunaweza kulinda pia na hadhi ya viwanja vyetu vya Chama Cha Mapinduzi. Maana yake katibu atakapokuja kukaa hapa, hili eneo lote litakuwa kwenye ulinzi salama. Kwa hiyo tunawashukuru sana, tunawashukuru hata hao wadau walioendelea kutuchangia na tutaendelea kuomba wenye moyo waendelee kutuchangia. Hata mtu akikupa mfuko mmoja wa simenti, bado nao ni mchango mkubwa sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, aendelee kutubariki kamati ya siasa wote pamoja na sekretariati yako, kazi nzuri mnayoifanya Mungu awabariki sana, tunawaombea.